Droni hizo za Urusi hutumia kamera kuendesha mashambulio hayo kwenye sehemu zilizolengwa, kulingana na taarifa zilizopatikana na shirika la habari la AP kutoka kwa kikosi kinachofuatilia matumizi ya zana za kielektroniki. Droni hizo huonekana hasa kuyawinda magari. Hii ni kwa sababu hupaa kwenye maeneo ya barabara na hujibanza kwenye magari ya aina yoyote, iwe ya mizigo au ya abiria. La kusikitisha ni kwamba hushambulia hata magari ambayo yanabainika kuwa ya kubeba wagonjwa. Dimtro Lyanshok mwenye uzoefu wa miaka kumi na sita katika nyanja za zana za kielektroniki ndiye kamanda wa kikosi cha mia tatu na kumi kinacholinda eneo la kilomita mia nne sabini ya anga kusini mwa Ukraine. Anafahamisha kuwa angalau droni mia tatu hupaa kuelekea mji huo kila siku. Asilimia tisini na tatu ya droni za Urusi hazifiki kwenye shabaha lengwa na kutimiza jukumu husika. Mwenendo huu unaongezeka kila mwezi mwezi uliopita walirusha droni elfu tano na mwezi oktoba droni elfu tisa mia tatu idadi hii ni kubwa sana hmm. mwezi oktoba pekee idadi ya droni elfu tisa zilipaa juu ya mji wa Kherson mbali na idadi hii ya droni zana zingine za kivita zinazotumiwa ni pamoja na mabomu na mizinga kikosi hicho kimeweza kuharibu zaidi ya asilimia tisini ya zana hizo kulingana na ripoti ya ofisi ya Umoja Mataifa inayoshughulikia haki za binadamu. Mashambulizi ya droni ya masafa mafupi ndiyo yamesababisha zaidi vifo na majeraha kwa raia. Mamlaka za mji zinataja kuwa tangu mwezi Julai mwaka elfu mbili ishirini na nne, zaidi ya raia mia mbili wameuawa na zaidi ya watu elfu mbili wamejeruhiwa katika maeneo matatu kusini mwa Ukraine, wengi wa wahanga wakiwa ni wanaume. Zaidi ya makazi elfu tatu yameharibiwa au kubomolewa kabisa. Mmoja kati ya maafisa wa Umoja Mataifa Angelina Jolie anaelezea kuwa katika mojawapo ya ziara zao za kushitukiza walikumbwa na hali ya taharuki walipoona droni ikipaa juu yao. Aliwasikitikia wakazi wa eneo hilo ambao huishi katika hofu hii ya kila mara. Katika hospitali ya Kherson ambako majeruhi wa mashambulizi ya droni wanapata matibabu, mmoja wa wahanga Natalia Naumova mwenye umri wa miaka sabini alisimulia jinsi alivyoshambuliwa na mojawapo ya droni zinazobeba vilipuzi hatari, ambayo ilimjeruhi mguu wake mwezi Oktoba mwaka huu. Wao shambulia sana kwa mabomu watu hao. Madirisha yote kwenye nyumba yangu yamevunjika. Hapa na pale, nyumba zote hazina madirisha na zimebandikwa tu mabodi. Watu wanajitahidi kumudu hali hiyo kuishi. Umoja wa Mataifa inaelezea shambulio hilo na mengine kuwa vitendo vinavyopaswa kuchukuliwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu.